Naam, mjadala wetu wa leo unajikita kumtazama kiongozi wa kanisa Katoliki duniani Papa Francis ambaye amefariki dunia hapo jana akiwa na umri wa miaka 88 na kama ulivyosikia kwenye ripoti muda mfupi uliopita ni kwamba mazishi yake yatafanyika siku ya Jumamosi wiki hii. Papa Francis ameliongoza kanisa Katoliki kwa miaka 12. Katika muda wote huo amefanya majukumu ya upapa na ya kichungaji, akitunza utamaduni wa kanisa lake, huku akiwa tayari kukubali mabadiliko. Alikuwa papa wa kwanza kutoka Amerika ya Kusini, na pia mtawa wa kwanza kutoka shirika la Wajezuiti wajizu, wajizu, kuchaguliwa kuwa kiongozi mkuu wa kanisa Katoliki. Kabla yake hakuna papa mwingine aliyechukua jina la Francisco kumwenzi mtakatifu Francisco wa Asisi aliyejulikana kwa maisha unyenyekevu na upendo wa kina kwa viumbe vyote. Hata hivyo, papa ameaga dunia bila kutimiza sehemu kubwa ya ndoto zake za mabadiliko. Je, upo uwezekano wa kuendelezwa na kiongozi huyu na atakumbukwa kwa, kwa lipi? Kwenye mjadala huu naungana na padri Innocent Miku, mishonari kutoka shirika la damu takatifu ya Yesu aliyeko nchini Italia kuzungumza kwa kina. Padri Innocent, unanipata vyema na kupata vyema? Kabla ya yote, hali iko vipi kwa sasa hapo Vatican? E, asante nashukuru kwa kweli. E, baada ya kutangaza kuhusu msiba huu hmm hali imekuja, watu wamekuja wengi, hasa eneo la viwanja vya Mtakatifu Petro Vaticani kusali, ambapo jana usiku au majira ya saa mbili kwa huku Ulaya watu wengi walikuwepo pale kwa ajili ya kusali rosari, kutafakari, e, kumwombea zaidi Papa Francisco uhum. na katika makanisa yote kengele zinagongwa kila asubuhi saa mbili alafu saa sita mchana na saa kumi na mbili jioni ile ya kuashiria e, kuondoka kwa kiongozi mkuu wa kanisa duniani. Eh, Padri Innocent Miku, kwa zaidi ya mwongo mmoja Papa Francis alibadilisha sauti ya kanisa Katoliki kama papa wa kwanza kutoka bara la Amerika ya Kusini. Nini hasa kitabaki kuwa urithi kutoka kwake? Eh, ni kweli. Eh, tangu alivyochaguliwa kama papa miaka hiyo kumi na mbili iliyopita mm kutoka Amerika Kusini e, nchi ya Argentina amekuwa ni papa aliyeacha urithi mkubwa katika kanisa, hasa kwa kuleta mabadiliko makubwa, kwa sababu tangu alipokuwa askofu mkuu huko Argentina na hali ile ile hajaibadilika aliendeleza. Kwanza kabisa urithi mkubwa anaoacha katika kanisa ni kuwa mtu wa aliuleta alikuwa ni papa wa watu wa pembeni pembezoni, hasa maskini na wahitaji, na hilo alilipigania kwa hali yoyote ile. Kama tuna unakumbuka vizuri, huko nyuma, kuna kipindi aliwaalika hata maskini kule Vatican, hmm, wakakaa wakala naye, ambayo ni kitu hakikuwa cha kawaida kabisa kwa kiongozi mkubwa kama yule kukaa na kuwahudumia maskini. Kwa hiyo, hmm, hilo ni kitu kimojawapo katika urithi mkubwa. E, kingine katika urithi ambacho tutamkumbuka ni kuhusu amani na mapatano au mapatanishi, ambapo yeye siku zote alipigania juu ya amani na hata dakika za mwisho hmm. E, katika ugonjwa wake aliongea na a, kuhusu huko Palestina, vita vinavyoendelea Ukraine lakini pia Syria na na Sudani Kusini mm -hmm. Amesisitiza sana juu ya amani na kuna kipindi aliwaalika hata marais e, kama tunakumbuka Sudani Kusini na mwenzake waje akawaosha miguu na na kuabusu mm -hmm. Nayo ilileta gunzo kubwa sana kwa, kwa, kwa dunia. Ni jambo la pekee kabisa eh... e... <muchimu> Papa Francis alikuwa ni mtu wa sauti ya watu wa chini, watu maskini wanaopitia madhila mbalimbali duniani ikiwemo vita na kadhalika, kama ulivyoeleza. Lakini yapo pia mageuzi ambayo aliyafanya na aliyoyapanga kuyafanya. Unaweza kueleza kwamba amefanikiwa kwa kiasi gani kuyatekeleza haya yote ambayo alikuwa akipanga na yale ambayo tayari amekuwa akiyatekeleza? E, kitu mageuzi aliyoyafanya na yametekelezeka kwa mfano alileta e, mageuzi katika utawala wa kuria Romana. uh -huh. au katika kuria e, e, ya kanisa utaratibu wa utawala ambao ndani ulikuwa ni utaratibu ambao ulikuwa unafuata e, ile misingi ya hali fulani ya kuweka siri na tamaduni zile, lakini yeye alisisitiza zaidi juu ya uwazi na katika hilo kuangalia tamaduni na tawala za ndani ya kuria ya, ya, ya Romana ambayo hiyo imeleta mabadiliko. Maanake kwa uwepo wake tayari ameweka aina fulani ya kuwapa walei kuwa na sauti. Walei wamekuwa na sauti katika sehemu na nafasi mbalimbali katika e, vitengo vya Vatikani, amewachagua walei. Kwa hiyo hilo ni badiliko kubwa ambalo kwa nyuma halikuwa linawezekana au alikuwa limeangaliwa. Mm -hmm. Lakini kwa nafasi nyingine ya majadiliano aliweza ku, ku kuleta majadiliano katika dini mbalimbali e, hasa katika dini ya Waislamu na Wayahudi, na kama tunakumbuka mwaka elfu mbili na kumi na tisa alienda kutembelea nchi ya Warabuni e, Emirate, mm -hmm. Na akasaini ile dokumenti ya undugu wa kibinadamu Fratellanza Umana kati ya yeye na imamu mkuu Ahamedi Al-Taib, mm -hmm. Nayo ni kitu ambacho sio cha kawaida katika hali hiyo ya kukutana na hawa watu. Padri Innocent Miku, mtu anaweza kaa anajiuliza kwamba ni upi mustakabali wa mageuzi haya Papa Francis alikuwa tayari amekwisha yaanzisha, nini? Mustakabali wa mageuzi haya ambayo Papa Francis alikuwa ameshayaanzisha, mustakabali wa e, mustakabali wake ni upi? Mstakabali wake naamini baada ya yeye yule kiongozi ambaye atachaguliwa baada yake, papa atakayefuata, mm, naamini haya mabadiliko au mageuzi ambayo ameyasimamia, kwa sababu yamegusa dunia na ni jambo ambalo limefanya watu wote waone huyo atakayefuata hajulikani ni nani, lakini anaweza kwa namna moja au nyingine akaendeleza, kwa sababu ni kama ataona ni ngumu kuweza kutoka kwenye system ambayo imeshaanzishwa. Kwa mfano kuna makadinali ambao wapo pia, wanaweza wakachaguliwa. Kwa mfano huyu e, katibu mkuu wa, wa, wa, wa Vaticani au state Parolini, hmm. Kardinali Parolini yeye amekuwa muda mrefu na huyu, na pia alikuwa e, amekuwa balozi Venezuela, Peru. Kwa hiyo ni mtu ambaye pia hata kama akiingia, yeye amefanya kazi karibu sana na na na huyu Papa Francis na Papa Francis kwa hiyo kuna makadinali wengi, hata huyu rais wa baraza la maaskofu na Italia Matteo Zuppi naye ni mtu ambaye wamefanya kazi wote, kija kuna Waafrika kina huyo wa Ghana eh, Turkson, kina Sara Guinea, hao wote wako katika mtazamo, wanafanya kazi naye, lakini sasa inategemea atakayechukua. Sasa kuna vile vitu ambavyo ni hulka ya mtu na namna alivonitarajia mm -hmm. Kwako muda mfupi ujao kwa upande wa pili wa studio hapo yuko lile ni mtono. Na bila shaka hili, hili swala la mtandaoni pia linajadiliwa. Watu wanasemaje mtandaoni kwa ufupi? Eh, kwa ufupi ni salamu za pole tu mm -hmm. kwa kweli zimeendelea kumwagika kila mm -hmm. mtu ana anasema ya kwake mm -hmm. kutoka moyoni anavyojisikia kumzungumzia Papa Francis. Wengi bado wana sifu yale ambayo ameyafanya, wengine wanasema pumzika kwa amani legendary, sasa sijui ile nilisemeje kwa Kiswahili <laughs> lakini wanasema hivyo. Kuna mmoja ameandika kama Papa Francis ambaye hana hata kashfa mm. ya ufisadi anafariki, mm. vipi watawala madikteta, mafisadi, makatili wasiotubu? Anazungumza vitu kama hivyo. Kwa hiyo maoni ni mengi, lakini mengi yameelekea upande huo, watu mm. wakiendelea kuomboleza yeah. E Innocent, eh, kwa ujumla nje ya kanisa unadhani ulimwengu utamkosa kiongozi wa aina gani kwa kuangazia yale yaliyofanywa na papa enzi za uhai wake? Eh, ulimwengu kwa ujumla, kwa kweli watamkosa kiongozi ambaye alikuwa haogopi hmm. watu, yani haogopi kusimamia ukweli hmm. na alikuwa yuko tayari hata yale mambo ambayo ulimwengu hau, haukubali, yani hauoni kwamba kama mtu fulani kuyakumbatia ye alikuwa haoni aibu kuyasema, mm. mfano e, kama alivyokuwa ana anaongelea kuhusu mazingira kwa mm -hmm. mfano mazingira, alikemea kabisa hata nchi ambazo ni matajiri ambazo zinatumia zina kutokana na viwanda vyao wanachafua mazingira, kwa sababu alisema hii ni nyumba mm -hmm. ya wote, ni lazima kuilinda. Ni kama mapafu yakiisha, hali yetu itakuwa ni ngumu. Kwa hiyo hakuogopa kukemea hata viongozi wakubwa ambao wanaweza kutumia hali hiyo mm -hmm. kwa viwanda vyao na kuweza kuharibu mazingira mm -hmm. Uh, Suleiman labda mm. tuna, na, naona na maoni pia wengine mm. wanajaribu kuuliza uliza mm. hapa naona muda unakimbia eh, wanauliza pengine watarajie lini shauku bado kwamba watarajie lini sasa kupata kiongozi mpya wa Kanisa Katoliki mm. labda eh, Padri Innocent unaweza ukawajibu pia wasikilizaji wetu. E, ndio utaratibu wa kutangaza kupata kiongozi mwingine ni baada ya maziko ya huyu baba ambayo yatafanyika Jumamosi. Mm, baadaye ya makadinali wote watakutana, wale ambao wana haki ya kuchagua na kuchaguliwa, ambao wako zaidi ya mia na thelathini na tano tuseme. Kwa hiyo watakapokutana sasa ndipo mchakato huo rasmi katika conclave utaanza, lakini hauwezi kuzidi zaidi ya wiki mbili, na tukifahamu mwaka huu ni wa jubilei, una matukio mengi, lakini utaratibu huo utafuata baadaye, basi tutapata papa mpya. mm -hmm. Padri Innocent Miku, tunasema asante sana, sana kujumuika nasi kwa kutupa eh, uchambuzi wako na kile ambacho kinaelezewa kwa sasa na mengi kumhusu kiongozi huyu mkuu wa Kanisa Katoliki duniani, Papa Francis, asante sana. Asante sana, nashukuru na wewe. Kwa kweli tuendelee kumwenzi kama anavyosisitiza sinodi kusikiliza na kutembea kwa pamoja. Kanisa la wote. Asante sana.